He bwana, kitu ambacho kimetokea kule South bwana, tunafahamu kabisa kwamba mmoja kati ya watu ambao ni macelebrity wakubwa kabisa Afrika hususan kuanzia Afrika Mashariki na Tanzania hapa usu zaidi, e, ni kwamba hapa tunamzungumzia mwanadada ambaye ni baby mama wa Diamond Platinumz. E, tunamzungumzia mwanamama ambaye ni influencer. Ana followers wengi sana, hapa tunamzungumzia bibi Zari the Boss Lady Sasa Zari bwana amekuwa akifanya vitu vingi sana, na tunakumbuka kwamba hivi karibuni alimeke headline kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimetokea katika maisha yake, na moja kati ya vitu hivyo bwana ilikuwa ni vitu hivi viwili, na kimoja wapo kilikuwa ni cha sherehe au furaha, kingine kilikuwa ni cha huzuni. Nadhani kama uko karibu na channel yetu ya Trend TV, basi obviously utakuwa unafahamu kuhusiana na hizo issue ambazo tulizozungumza kumhusu bibi Zari the Boss Lady. Maana wiki kadhaa zilizopita bwana, Zari alikuwa na birthday, yani ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo alikuwa anasherehekea birthday, alikuwa anafikisha miaka arobaini na, na e, tano na sita hivi kama sikosei, e, katika e, siku zake za hapa duniani ni kwamba tokea alivyozaliwa bwana, alikuwa ametimiza umri huo <coughs> kwa hiyo kama unavyoelewa ni mwanadada ambaye ni very successful, e, ni socialite. Kwa hiyo of course akafanya party, akawa, aka announce watu wengi sana ambao wanampenda wanamfuatilia wakawa wanamuishi birthday na vitu vingine kama hivyo like. Lakini ukiachana na hilo lililotokea, jambo lingine ambalo lilikuja lika happen bwana ni kwamba Eh, Zari bwana akapata ajali na ni moja kati ya habari ambazo kiukweli zilishangaza au zilishtua watu wengi sana hususan watu ambao wanamfuatilia mwanadada huyu kutokana na hiyo ajali ambayo Bibi Zari the boss lady aliipata ya gari na alikuwa anatumia gari yake ya Range Rover. Bahati mbaya ni kwamba ikagongana na gari ya aina fulani vya ya benki huko eh, South Africa ni, gari zile ambazo zinabeba, zina, ni zile gari za benki ambazoga zinabeba pesa kupeleka na kutoa ATM. Kwa hiyo ilipata ajali ikagongana uso kwa uso na gari ya Zari Boss Lady kwenye ubavu wa kushoto akaposti, lakini at the end of the day akawa notify mashabiki zake kwamba yuko salama salimin. ya yeah, so hivyo ndivyo ilivyokuwa bwana, kwa upande wa Bibi Zari the boss lady. Lakini ukachana hayo yote, at the end of the day mwana mama Zari bwana, akaja uh, hivi karibuni bwana amekuja kuweka posti yake kupitia kurasa wake wa Instagram. E, naelewa kwamba of course umri wake, watu wanasema kwamba umeenda, lakini ukimtazama muonekano wake ni kama vile bado binti mdogo kabisa. Hivyo basi wanaume wengi inaonekana wazi kwamba wanatamani sana kuwa naye, kwa hiyo kuna watu wengi sana wanamsumbua huko DM. E, ni kwamba watu wanamtumia tumia sana message katika Instagram account yake eh, yani kutongozwa kumekuwa kwingi, na hicho ndicho ambacho bibi Zari amekuja kukinotify kwa mashabiki zake huko Instagram baada ya kuweka picha yake na kulizungumzia suala hilo katika caption pale kwamba bwana, wanaume ambao wanaomsumbua sumbua huko DM wamekuwa wengi mno lakini katika kuzungumza huko kwamba wanaume wengi wanamsumbua wa DM Zari, Boss Lady, kauli ambayo ameitumia ndio ambayo imesababisha ili jambo liende viral au ameki headline ni kwamba bibi Zari bwana amedai kwamba eh, huko katika DM yake machipanzi ni wengi, yani manyani masokwe ni wengi mno. Sasa hatujajua kwamba alivyosema kwamba machipanzi manyani masokwe eh, ni watu wa aina gani, yani ni wanaume wabaya weusi eh, au ni kitu gani hasa alichokuwa nakimaanisha? Baada ya kusema kwamba machipanzi wamejaa DM kwake wanachokitaka ni nini? ya yeah, so hapa bwana, anataka nikusomee ujumbe ambao mwanadada huyu Zari the Boss Lady ameuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kutokana na hicho kitu ambacho kimetokea. E, bwana ni kwamba Zari bwana ameandika hivi. Nataka kwanza nikusomee hapa, alafu nikusomee pia na comment ambazo zimejitokeza baada ya wadau kuelewa kile alichokiandika Zari alikuwa anamaanisha nini. E, maana mambo yamekuwa ni moto kwelikweli huko mtandaoni kutokana na hii kauli ambayo mwanadada huyu ameitoa kupitia ukurasa wake wa Instagram siku ya leo. So ni picha ambayo ameipost, amekunja nne kali kabisa akiwa amevaa gauni lake fupi, mapaja wazi, bonge la guu eh, gauni jekundu, alafu ameweka mkono kwenye eh, kichwani hivi, alafu akaandika kwamba my DM is full of chipanzees just ready to waste my time. Zari bwana ndo ameanza hivyo moja kwa moja kwamba my DM is full of chimpanzees uh, just ready to waste my time. Akiwa namaanisha kwa kwamba bwana DM yake eh, imejaa machipanzi manyani hao eh, kwa ajili tu ya kumpotezea muda wake. Akaendelea Zari kwa kusema kwamba I hate you all like what do you want for me? Akiwa na maanisha kwamba anawachukia sana wo, anawachukia wote na anauliza kwamba ni kipi aswa wanachokitaka kutoka kwake. ya Yeah, so hiyo ndio kauli ambayo mwanadada Zari the Boss Lady bwana ameitoa kuhusiana na wale watu ambao wanaomsumbua huko DM. Sasa baada ya kuandika hivyo, bwana comment section bwana watu wamekuja kuweka Eh, maoni yao katika comment section. Kuna huyu hapa amesema kwamba bwana tips to stay pretty eh. Mwingine amesema kwamba bwana but why your captions always feel like you fighting eh, with someone or proving a point you even have time to write those captions like you are a teenager. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo akiwa anamaanisha kwamba hizi caption za Zari kwanza kabisa muda anaotoa wapi, kama vile mtoto mdogo. Maana teenagers yani wale wa mabinti wadogo wadogo, ndio wana hiyo michongo ya kuandika andika haya ma caption. Lakini pia ameuliza kwamba hizi caption zake Zari ni kama vile labda ana ugomvi wa mtu au kuna point anataka kuiprove kwa watu ambao wanasoma eh, caption katika mtandao wake wa Instagram. Mwingine amekuja ameandika kwamba because of you I'm quitting Apple and joining Samsung. Uh, huyu amesema kwamba bwana kutokana na Zari yeye ameamua aache kutumia simu za Apple eh, uh, anataka ameanza kutumia simu ya Samsung, uh, kwa sababu tunaelewa kabisa kwamba huyu Zari bwana ni partner au uh, unaweza kusema kwamba ni brand ambassador wa Samsung kwa miaka mingi sana so, basically katika hii picha ya Zari ambayo ameweka hii caption hapa, comment nyingi sana ni za mashabiki zake, wengi ndio wamekuja ku comment kwa ajili ya kumsupport, lakini huku bongo napo, na pia kuna baadhi ya page zimekuja kuruka nayo hiyo, ambapo hapa kuna page wamekuja maandika kwamba Zari adai kwamba kwenye DM DM yake wamejaa masokwe tu, mnataka nini? alafu akaelezea hapa chini kwamba mmoja e, kati ya posti ya mfanyabiashara Zari the Boss Lady iliyozua gumzo ni hii aliyoweka caption kwamba kwenye DM yake wamejaa masokwe. Ni nini ambacho anachokitaka kutoka kwake? E, wabongo sasa hapa ndo amekuja ku comment. Kwa mfano kuna huyu hapa anaitwa Nusrat anasema kwamba bwana masokwe wenzangu hai. Kuna mwingine anasema e, kwamba bwana huyu dada mbona anadharau? Mwingine anasema kwamba bwana da amewaita watu masokwe tena kuna mwingine kwamba baawa masokwe wako kwenye DM zake wanamtaka yeye, ambaye ni sokwe mwenzao ambaye bado hajajibadilisha y yeah. yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Unazungumziaje caption ya bibie Zari the Boss Lady huko mtandaoni siku hii ya leo? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Wewe weka maoni yako hapo chini katika comment section, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.